Siku ya pili ya kura ya mchujo, lakini katika maeneo ya Karachuonyo na Kendu Bay katika kaunti ya Homa Bay, hali haikuwa shwari baada ya madai kuwa kuna wagombeaji ambao walikuwa wametilafiana na zoezi la hesabu ya kura, kuibuka maandamano na rabsha zikazuka, na hata wapiga kura kutishia kukihama chama cha ODM. Madai ya kuwa aliyekuwa mbunge wa Karachuonyo mhandisi James Rege kwamba alikuwa amejitangaza mshindi dhidi ya mpinzani wake Adipo Okome yaliibuka. Lakini mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi ya ODM Franklin Bett amepinga kuwa hakuna mgombeaji yoyote aliyetangazwa mshindi. Na katika kaunti ya Kisumu, vituo vingi katika maeneo bunge ya Kisumu Magharibi, Seme, Muhoroni na Nyando havi kupokea karatasi za kupigia kura kwa siku ya pili. Nauliza wana ODM, ODM party, kama wako na wenye walishachagua kama mbunge kansila waseme, tusingoje, tusiwache kasi yetu, kuanzie kesho jana leo, alafu tena wanatuambie tukuje tena kesho. Wapiga kura sasa wanadai kuwa huenda wasikubali matokeo ya kura hii ya mchujo. Tunapata tu fununu ya kwamba watu wetu wengine wamechaguliwa vile sisi wananchi ya Kenya kuweka kura yetu kwa mtu ambao tunampenda. Ndio sasa tunauliza, je, imefanyika namna gani katika in, in, in, constituency ya Nyando? Japo utulivu umekuwepo, wale wote waliojitokeza kushiriki uchaguzi huu wa mchujo wanalalamikia mipangilio duni na hila kutoka kwa baadhi ya wanasiasa na watu wenye ushawishi mkuu katika chama cha ODM. Hivyo ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kisumu na pia katika kaunti nyingine katika eneo hili la Nyanza. Hapa Kisumu hatujui iwapo hesabu ya kura itafanyika usiku wa leo, lakini iwapo hilo litatimia, basi tutaweza kukujuza. Mimi ni Anders Ihachi, nikiwa Kisumu.